Karibu tena kwenye kipindi chetu cha watoto ambacho kinaitwa kujua asili za Mungu ndani ya mtoto. Aa, kipindi chetu cha nyuma kilichopita tulikuwa tumejifunza juu ya uumbaji wa mwanadamu. Lakini leo tutaendelea na kipengele kingine ambacho kitakuwa kinahusu kumjua mtoto, kumjua mtoto na mahitaji yake. Kwa leo tutajua tutajifunza namna ya kumjua mtoto na mahitaji yake. Kwa leo tutaenda kujifunza namna ya kumjua mtoto, lakini pia tutajifunza mahitaji yake, na tutajifunza ya, haya mahitaji ya kiroho na ya kimwili pia. Lakini kabla tujafika huko lazima tujue mtoto ni nani na, tunaona hapa mtoto ni nani? Mtoto ni mwanadamu mwenye umri mdogo, asiye asiye mtu mzima bado, lakini kuna maana nyingine ya mtoto ni nani? Mtoto ni mtu yoyote chini ya umri wa miaka kumi na nane, huyo ni mtoto. Ha, tutaenda kuona namna ambavyo maendeleo ya mtoto ambapo ya ukuaji wake, tuko hapo kumjua mtoto. Kwa hiyo sasa tunapotaka kumjua mtoto lazima kuna, maende, kuna maeneo ambayo mtoto anatakiwa kukua, kwa hiyo tutaenda kujifunza ukuaji wa maendeleo ya mtoto yamegawanyika katika sehemu maeneo tofauti eneo la kwanza ambalo tunaenda kuliona kiakili. Kuna maendeleo ya muhimu ya mtoto katika ukuaji wake kiakili, tunaona kiakili, kukuza maarifa, fikra na uwezo wa kutatua matatizo. Hiyo ni sehemu moja wapo ya ukuaji wa mtoto katika maendeleo yake kwa kiakili, na tunaona tukisoma katika andiko, sitasoma maandiko lakini nitakuwa nayataja, Mithali sura ya nne mstari wa saba Nasema jipatie hekima. Kwa hiyo Mungu anataka mtoto ajifunze maarifa awe na uwezo wa kufikiri na kutatua matatizo, lakini pia tunaona namba ambapo Mungu amemuumba mwanamtoto kwenye eneo la, anataka akue kimaendeleo ya ukuaji wake katika kimwili. Tunaona ukuaji wake wa kimwili, ukuaji wake wa kimwili ambao unajenga afya bora na nguvu ya kimwili. He, mtoto ana, anatakiwa kujenga misuli katika mwili wake. Kwa hiyo Mungu ame, ame, ame, anataka mtoto akue katika eneo la kimwili ambayo tunaweza kuona katika maandiko wa Korinto wa kwanza sura ya sita mstari wa 19 mpaka 20. Miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa kuna namna ya kulitunza. Kwa hiyo tunaona kimwili, pia ni ni ukuaji wa ni maendeleo ya ukuaji wa mtoto. Ni eneo hilo, lakini pia tunaona pia kihisia katika makuzi ya mtoto tunaona pia kihisia ni sehemu mojawapo ya maendeleo ya ukuaji wa mtoto. Kihisia humsaidia mtoto kuelewa na kueleza hisia zake. Eh, tunaona Wagalatia sura ya tano a, sura ya pili na sura ya ishirini na mbili mstari wa ishirini na tatu hii ni, somo ni andiko ambalo linafahamika sana linalohusisha tunda la Roho. Kwao mtoto anatakiwa kukua kihisia kukua kihisia ana tunaona hapa ambapo mtoto anatakiwa ku, kuwa na tabia zile za kimungu ambazo ziko katika Wagalatia sura ya tano mstari wa ishirini na tano mpaka ishirini na tatu lile tunda la roho upole, e, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, e, kiasi. Hivyo vitu vyote tunaona kwamba namna ambavyo Mungu amemuumba mtoto aweze kukua katika ilo eneo la kihisia tunaona andiko tuliojifunza kwenye tutaona tumeona tunda la Roho, lakini pia tuna mtoto anakuwa ana, ana, ana, ana, ana, katika eneo la kijamii kijamii kujifunza ushirikiano. Lazima mtoto ajifunze ushirikiano, ajifunze kusamehe na kupenda watu wengine, mtoto ajifunze upendo. Kwa hiyo tunaona kadiri mtoto anapokaa katika jamii kuna vitu anatakiwa kufanya, awe aweze kuwa afundishwe namna ya kushirikiana, lazima aweze kukua katika kusamehe, au ana uwezo wa kusamehe, au ana uwezo wa kupenda. Tunaona pia kuna changamoto kubwa hapa sana mtoto anapokuwa kutana na jamii tofauti, au watu wa tofauti wa nyumbani kwake, akiwaona wako tofauti na yeye, labda kwa namna fulani ya matabaka kama haja, hajafundishwa haja, haja, haja, haja namna ya kukaa na jamii na kukua katika ile eneo, utakuta na changamoto. Hawezi hata hawezi kukaa na mtu yoyote, kwa sababu hajawahi kujifunza hilo eneo. Kwa hiyo mtoto anakuwa katika kijamii. Alafu pia tunaona katika Matayo sura ya saba mstari wa kumi na mbili watendeeni watu kwamba unavyotaka kutendewa ndivyo na wewe watendee watu wengine. Kwa hiyo tunaona hapa namna ambavyo Mungu anatusisitiza kukaa, watoto wetu wajifunze namna ya kukaa na wenzao vizuri, waweze kushirikiana vizuri, waweze kuonyesha upendo. Unakuta wakati mwingine mtoto labda ndugu zake wamekuja kumtembelea, labda wametoka mikoani, labda kule mikoani wao wako tofauti, matabaka yako tofauti, lakini kwa sababu mtoto hajawahi kujifunza namna ya kuishi na jamii tofauti unakuta yule mtoto anawashangaa wale watoto labda wanavyoongea labda wanavyokula labda walivyovaa mavazi anawashangaa, kwa sababu wako tofauti na yeye. Wakati mwingine hata mashuleni shuleni pia unakuta kule, kama mtoto hajajifunza namna ya kuishi na jamii, hajakuwa katika hilo eneo la kijamii, unakuta anaweza kuwanyanyasa watoto wenzake shuleni, huona labda yeye kwao wana uwezo zaidi kuliko yeye, au labda uwezo wa akili labda alionao kuliko watoto wengine. Yani unakuta kuna namna ambayo hawezi kukaa na watoto wenzake vizuri, anakuwa mgomvi, anakuwa anapigana, hana upendo eh, kwao. Tunatakiwa mtoto akue kijamii hata nyumbani pia, kushirikiana na wenzake. Unakuta mtoto ambaye hajakuwa hajakuzwa kwa namna hiyo, hawezi kushirikiana hata na ndugu zake. Atakuwa ni mtoto ambaye ni binafsi, atakuwa anataka kufanyiwa yeye vitu peke yake, atakuwa anajiona yeye ni bora kuliko watoto wengine. Kwa sababu hiyo, ukuaji wa kijamii, hajawahi kujua kwamba kuna wakati anatakiwa kushirikiana, kuna wakati anatakiwa kusamehe, kuna wakati anatakiwa kupenda. He, kwa hiyo hilo ni eneo muhimu sana ambalo watoto wetu wanatakiwa kujifunza ili waweze kukaa sehemu nyingine tofauti tofauti. Kuna siku wa hauta hautakuwepo, watoto watakaa mahali pengine. Kama mtoto hujamfundisha kukaa na jamii, hataweza, ataona kama anateseka. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu hajawahi kujifunza namna ya kuishi na jamii. Kwa hiyo, ni vizuri mtoto ajifunze namna ya kuishi na jamii, kwa sababu dunia yetu ilivyo, sio rafiki, muda wowote inabadilika kwa hiyo ni vizuri mtoto ajifunze kupenda, kusamehe, kwamba akikosewa anatakiwa kusamehe, sio anakasirika ananuna na anasema mimi siwezi kusamehe. Kwa kunakuwa hakuna mtu anaweza kumpenda. Kwa hiyo tuhakikishe watoto wetu wanajifunza namna kuishi na jamii, lakini pia kiroho. kiroho hapa. Kwamba, anata, tuna, ku, kiroho hapa tunaona kwamba Mungu akue katika maendeleo ya kiroho akimjua Mungu na kuishi katika maadili mema ni muhimu sana katika makuzi yake yote ya mtoto ambao anakuwa ni, la, ni muhimu sana akuwe kiroho, afundishwe namna ya kuishi kiroho, kwa sababu ni lazima amjue Mungu, ajue kuishi, kufanya maadili maadili mema. Mtoto asiyemjua Mungu ni mzigo, na tunaona hapa katika mithali inatukumbusha tu, ina kama wazazi au walezi, Mithali ishirini na mbili mstari wa sita anasema, mlee mtoto katika njia ipasayo nayo hata iacha, hata atakapokuwa mzee. Unaona? Kwa hiyo Mungu anatusisiza kuwalea watoto wetu katika njia ipasayo. Njia ipasayo ni ipi? Ya kumjua Mungu, ya kumfahamu Mungu. Watoto wetu tuwaeleze juu ya Mungu. Tuwaeleze namna ambavyo Mungu alivomkuwa, alivowaumba wao kwa namna ya kushangaza. Tunatakiwa kuwafundisha watoto wetu. Tunatakiwa kuwaelekeza watoto wetu mambo ya kiroho, namna maadili mema ambavyo wanatakiwa kuwa. Mungu anataka tuishi vipi? Mungu anataka tuishi kwa namna gani? Watoto wetu wanatakiwa kufundishwa Mambo ya kiroho. Hilo ni eneo muhimu sana katika ukuaji wake. Yani ni kati ya mahitaji muhimu ambayo mtoto anatakiwa kuyapata ni mahitaji ya kiroho, mahitaji ya kijamii na mahitaji ya kihisia. Na hapa kwenye kihisia, mtoto anatakiwa kusaidiwa kuelewa hisia zake mwenyewe na hisia za wengine. Lakini hii kwenye hisia hii inategemeana pia na wewe mzazi, ambaye utakayekuwa umeweka mazingira ya kuonesha hivyo vitu vyote, mtoto akae sawa kihisia. Ndio maana tunasema hisia kwa mtoto katika maendeleo yake ya ukuaji ni, ni muhimu sana. Hii ni kati ya pati kubwa sana ambayo anatakiwa mtoto kudivelopu katika maisha yake. Hii ndio sababu kubwa ambao unakuta kukuta hata familia nyingi zina shida familia nyingi zina migogoro, familia nyingi wanatengana kwa sababu mtoto tayari ana shida ya kihisia kwao, amekuwa akiwa hana upendo, amekuwa akiwa anabaguliwa ana, ana nyumbani, amekuwa akiwa hawajawahi kuoneshwa upendo katika maisha yake. Kwa hiyo unakuta tayari mtoto ana shida ya kihisia ndani yake, anakuwa nayo mpaka anakuwa mtu mzima, ana familia. Yeye anatamani kuwa mtu mzuri, lakini kwa sababu tayari toka utoto ameshajeruhika moyoni mwake Hawezi kuwa mtu mzuri. Anajitahidi kuwa baba mzuri, hataweza. Atajitahidi kuwa mama mzuri, hataweza. Kwa sababu gani? Ameshaathirika kihisia toka wakati ule wa ukuaji wake. Kwa hiyo ni sehemu muhimu sana, ili kujenga familia iliyo bora na wazazi wa baadaye walio wema, ni vizuri kujali hisia za watu wengine. Mtoto aanze kujaliwa hisia zake mapema, akuwe vizuri katika swala la kihisia. Ni sehemu muhimu sana ambayo mzazi au mlezi ukiwa shuleni, ukiwa nyumbani, ukiwa kanisani, wale watu wote wanaohusika na watoto ni vizuri wahusike, wahakikishe wanajali hisia ya mtoto, wasiweze kumuumiza, wamwonyeshe upendo, wamjali, kwa sababu unamtengeneza hapo, ndo unamtengeneza mtu mwenyewe husika, ndipo unapomtengeneza mtu ambaye atakuja kuishi na jamii. Kwa hiyo ni vizuri sana kuhakikisha tuna jali hisia za watoto wetu, tunatunza hisia za watoto wetu, tunahakikisha watoto wetu tunatunza katika hisia. Wewe mzazi, hata kama mtoto amejeruhika huko nje, akirudi nyumbani mtie moyo, muoneshe kwamba wewe, wewe unamwona kwamba yeye ni bora, itamsaidia kwa sababu mzazi ni mtu wa, wa, wa uhakika zaidi kumwambia taarifa zake. Naomba nitoe ushuhuda mmoja. Kuna kijana mmoja alikuwa ni wa kiume lakini sasa wakati wanasoma shule, wenzake walikuwa wanapenda kumtania umekaa kama mwanamke, wewe ni mwanamke, wewe ni mwanamke. Hicho kitu yule mtoto alikuwa anajisikia vibaya, akawa analia, akawa anasema kwani mimi ni mwanamke? Baadaye akarudi kwa mamake akamwambia, akasema mama, mbona mimi shuleni wananiambia mimi ni mwanamke? Akamwambia, kwani wewe mwanangu, we ni mwanamke? Akasema, hapana. Sasa kwa nini, kwanini una hofu? Yule mama akamtia moyo mtoto wake, akamwambia, akasema sasa mwanangu hebu toa hiyo kaptula yako uliovaa, jiangalia, wewe ni mwanamke au ni mwanaume? Akamjibu akasema, akafanya kama alivyoagizwa na mama ake, akasema, mi mama ni mwanaume. Akasema, sasa wewe una hofu ya nini? Hata kama watu wanakuambia, wewe ndo unauhakika, na mimi mzazi wako ninauhakika, nimekuambia kwamba wewe ni mtoto wa kiume toka siku hili, akao na ujasiri mkubwa sana hata wawezaki wakimwambia chochote, wakimtukana kwamba wewe bwana wewe, umekaa umekaa, umekaa kama mwanamke wewe, umefanya nini? Lakini kwa sababu amehakikishiwa neno moja na mamake na amempa ujasiri, yule mtoto hakusumbuliwa tena, hakuwa anapata shida ya kihisia kwamba kwa yale maneno ambayo ameambia. Lakini kama usipojali hata wewe pia unasema ni kweli kabisa, wewe umekaa kama mwanaume, au maneno magumu wakati mwingine wazazi tunasema kwa watoto wetu, au mashuleni walimu pia tunaongea maneno magumu kwa watoto. We huna akili, we sijui umekaaje, cheki bicho hmm lako. Huna akili, unaelewa taratibu, we ni mzigo. Unaona? Sasa yale maneno yanafanya hisia zake za mtoto zikae vibaya, au wewe huna kipawa, wewe huna hekima. Kwa hiyo unakuta mtoto anaathirika kihisia ambayo utakuja kuleta shida baadaye, hata kama kuna uwezo ambao Mungu amewekea ndani yake, kwa sababu hujamuelewa. Kila kitu ambacho ameweka ndani yake Mungu kitafanya nini? Ata, atashindwa kukiendeleza kwa sababu ataanza kufikiria vile negative ambazo amekuwa akizisikia kwa masikio ya watu mbalimbali mbali, na hakuna mtu ambaye amewahi kumtia moyo. Na toa ushuhuda mwingine, hii sehemu ya hisia anaona ni sehemu muhimu sana. Na toa ushuhuda mwingine, kuna dada mmoja ambaye amekuwa katika familia, kuna baba na mama, lakini baba hakuwa anamwonyesha upendo. Kila akijitahidi kuwa karibu na baba yake, babake hampendi anamtenga, anamwambia tu, wewe umefanana na shangazi zako, wewe una tabia ya shangazi zako, muone kwanza, wewe ni malaya. Mtoto hana hiyo tabia, wewe ni mtu mnguni, una tabia za ajabu. Yule mtoto hicho kitu kikao kinamuumiza, mzazi hakujua asili ya mtoto wake. Kumbe mtoto wake ni mtoto ambaye anapenda kupendwa, anapenda kuwa karibu na mzazi, lakini yeye baba alimweka mbali, jamzito yule mama. Hatua ya kwanza ya mtoto hiyo, tunaweza kuona vile anavyotungwa mimba mpaka hadi kuzaliwa lakini steji nyingine ni awamu ya utoto wa mwanzo kabisa kuzaliwa umri kuanzia kuanzia miaka miwili pale sehemu ya pili tunaona hapo lakini sehemu ya tatu tunaona awamu ya utoto wa awali ambao tunasema early childhood miaka miwili mpaka miaka sita kwa hiyo kuna vimetofautiana hivi ni vipindi vitofauti tofauti vya makuzi ya watoto hatua tofauti tofauti na hizi steji zote ninazitaja kwa sababu huko mbele tutajifunza, tutaona kila hatua ina namna ya kumsaidia mtoto katika makuzi yake. Kama ukiruka stage kama mla, mzazi, utakuta kuna vitu mtoto anavyokuwa Mungu ambavyo ameviweka havitakuwa havitakamilika, kwa sababu kuna stage ambazo amezivu, hajazipata vizuri wakati, wakati maalum ambao Mungu amemwekea zitapita zile stage, ataenda stage nyingine, kumbe kuna stage ameziruka. Lakini pia kuna awamu nyingine ya utoto wa kati ambayo tunasema middle childhood ambayo ni miaka sita mpaka kumi na mbili Hapo tunaona lakini pia kuna stage nyingine ambayo sasa ni awamu ya ujana ambayo tunasema adolescent ambayo miaka kumi na mbili kumi na tatu huko mpaka tunaenda mpaka kumi na nane Lakini ukuaji wa utu uzima sasa hapo tunaita adulthood ambayo ni umri wa miaka kumi na nane mpaka kumi na tisa Kwa hiyo hizi ni hatua zote za, za, za maendeleo ya mtoto katika ukuaji. Nimetamani tujifunze hivi kwa sababu tumesema kwamba tunajifunza kiroho na kimwili, ni muhimu. Ili uwe mlezi mzuri, lazima umjue mtoto. Usipomjua mtoto, utakuta unafanya vitu ambavyo havihitaji. Ndio maana nimejitahidi kuonyesha kwamba tunahitaji maendeleo ya kijamii, ya kiroho, kimwili, katika mahitaji yake, lakini pia na zile awamu tofauti tofauti katika malezi ya mtoto. Kwa hiyo tutaendelea na mahitaji ya mtoto, tunaendelea kipengele kingine cha ma maendeleo ya mtoto ambayo tunaona kwamba maendeleo ya mtoto yatakuwa yanahusisha afya, ustawi ustawi wake na mwili, wa, na mwili wake pia. Kwa hiyo ni sehemu mojawapo ambayo tutaendelea kuona katika mahitaji ya mtoto na hili somo tutajifunza kipindi kinachofuata. Kipindi kitakachofuata tutaenda tutaenda kujifunza mahitaji ya, ya mtoto ya mahitaji ya kiroho na mahitaji ya kimwili. Kwa kuhitimisha, kwa kuhitimisha somo letu tunaona kwamba tunaona kwamba, tuna, tunatakiwa kuimarisha maendeleo ya mtoto na tuweze kuonesha upendo katika akili, mwili, hisia na jamii ya roho ya mtoto. Kwa maendeleo ya mtoto tunatakiwa kuyajali sana, ni sehemu muhimu sana katika ukuaji wake. Kama mlezi, kama mzazi, kama mwalimu, kama mtu yoyote anayehusika katika malezi ya mtoto, ni vizuri kujali maendeleo ya mtoto, yale maeneo muhimu ambayo nimeshayasema. nikasema kwamba kuna kiroho, nikasema kuna kimwili, kiakili. Ehe. Hivyo hayo maeneo yote, kijamii, tunatakiwa kuyajali sana na kuyazingatia kwa umakini mkubwa sana. Kihisia eh, tunatakiwa kujali sana hayo maeneo. Mungu akubariki sana kusikiliza kipindi hiki. Ninakukaribisha pia kwenye kipindi kitakachokuwa kinaendelea, tutaenda kuona zaidi mahitaji ya mtoto na namna ambavyo watasaidiwa kiroho na kimwili.